ya wanafunzi baadhi hawajapata. Mheshimiwa naibu waziri wa elimu. Asante Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge kuhusiana na mikopo kama ifuatavyo. Kama ambavyo imekuwa ikisisitizwa katika nyakati tofauti tofauti, ni kwamba kimsingi fedha kwa ajili ya mikopo kwa awamu hii zilishatolewa, Jumla ya shilingi bilioni themanini na tayari bajeti yake ipo sawa. Swala ambalo lilikuwa limetuchelewesha lilikuwa ni swala la uhakiki. Swala la uhakiki kwa misingi kwamba mikopo inayohitajika haiwe, ha, watu wanaohitaji mikopo sio wote watakaoweza kupata, kwa sababu fedha ambayo inatolewa ni kwa ajili ya watu wale ambao hasa wana uhitaji wa kupita wenzao. Na nikisema hivyo na maana kwamba tumeangalia mikopo tu, lakini wizara, serikali kupitia wizara ina majukumu mengine makubwa sana ya kuangalia. Mfano, tumeona vijana wetu wengi walikuwa wanakaa katika maeneo ambayo walikuwa wakijipangia wenyewe, mabweni alikuwa yanakuwa hayapo vitendea kazi vingine vilikuwa vimepungua. Sasa hivi tunavyoangalia katika utoaji wa elimu tunaangalia nyanja zote na hasa katika kuona kwamba elimu inatolewa kwa kiwango kinachostahili na kwa haki inayostahili mwanafunzi kuipata. Kwa misingi hiyo, wale wote ambao wanastahili kupata mikopo kutokana na uhitaji uliopimwa, mikopo yao itapatikana. Lakini hata hivyo, lazima tuzingatie kwamba mikopo hiyo inamfikia mlengwa kwa hiyo nakuomba, naamini ndani ya wiki hii tutakuwa tumefikia mahali pazuri zaidi. Asante Mheshimiwa. Mm, nafikiri imeeleweka ingawa swali limeingia, uh, sio moja kwa moja lakini, na naomba serikali ilete kauli ya bodi ya mikopo ili bunge nafikiri itaweza ku, ku, ku, kufahamu vizuri zaidi. Mheshimiwa Waziri, tunategemea kwamba mtaleta hiyo kauli ya serikali. Kwa hiyo naomba tuendelee na wizara ya ujenzi.